Huwu ananisikiliza huyu Devi, namweza huku mliko. Unajua kabisa mi ndio niwataputia chumba na kazi tunayoifanya na we, unajua kwamba, na kazi tunayoifanya na wewe, unajua kwamba tunafanya kazi moja. Sasa najiuliza amevutiwa nini kwenye wanakijiji hawa? haya yamebadilika, ni wakina nani? Mjini kuna waaina zaidi ya wewe, kuna mtu anayeweza kukuzidi wewe uzuri. Sawa shem, mimi nikutakie kila la heri, ila ndio hivyo sasa. Nashukuru sana, kama wamenielewa. Naomba nikwambie kitu kimoja, mheshimiwa. Huyu ni panya poliza huyu. Huyu panya poliza anang'ata na kupuliza hapa. Amekuja kukuchunguza wewe, achukue taarifa zote akapeleke kambi kizani. Bona mdogo wewe, kaka unanikosea sana unanikosea sana kwa sababu hii ni kazi yangu, na mimi na, kazi yangu ni kuhakikisha Salome anabaki kuwa mwenyekiti, Salome anapita kuwa mwenyekiti wa mtaa huu. Hebu ngoja kwanza, huyu kisadi unayemzungumzia ni nani? Mimi namchanganya vizuri mheshimiwa. Kwani hapa ulipo umekana nani kama sio kijana huyu huyu? Huyu mbona ni kijana wangu na anisaidia kwenye mambo mengi sana. Yaani tunasaidiana kwenye mambo mengi sana. Anamwamini sana huyu kijana. Kaka usinitukane. Usinitukane. Mimi nipo hapa kuhakikisha mwenyekiti huyu anachukua nafasi na anakuwa mwenyekiti. Ndio kweli uliopo hapa. Sasa, sasa kama yeye mambo. Sasa wewe unaponitukana unaponitukana, mimi na kuniharibia sifa, utafika kubaya.

Nipe nafasi niongee naye, usiwaze usiwaze. Hii mambo ya kuondoka ondoka hiyo amna, tunataka bado yani, kwa sababu ukiondoka hata mpango wetu hatuwezi kufanikiwa. Ataanza kuwaza wewe mimi. Ninachoamini, jamaa jamaa ana kupenda kishenzi, sawa

Mmetumwa hapa nyumbani kwangu mmekuja kunipigia kelele. Yaani, kwanun mnatafuta kiki tu. Yaani, natafuta kiki tu ili mnialibie. Yaani mekaa kule utapata yeah, twende kwa Salome tukamburudie. Mama, mi juzi tu hapa nilikuwa mdogo, lakini saa hivi nimekuwa na mimi kabisa. Yani sasa hivi najiona kabisa, yani nimekuwa kwa hiyo sina budi mama, yaani kufanya lolote katika ukuaji wangu bora. Nashukuru kwa kulitambua kama umekua, mm. Mm. Mimi mama, nilikuwa nataka nikushirikishe ni jambo jambo ya. Mimi mama, nataka kuoa. Sawa, kuoa ni eh, hey <laughs> Kweli umekuwa hey. Unataka kuoa umekuwa hmm. Sasa Masudi hmm. Unataka kuoa una kazi gani? Kazi kwa sababu unavyotaka hey, uoe, una kazi gani? Labda huyo mwanamke ukimuoa utakuwa na mhudumiaji. Sasa kazi mama, si kama hivyo nilivyo hapa nyumbani sifanyi kazi ninakula. Na sio lazima mpaka niwe na kazi ndo nioe, au niwe na kazi ndo ale. Utamlaza wapi? Utamfikishia wapi? Nyumba ipo ya kufikia, atafika, atakaa u mdani. Baada ya muda, mpangaji ni Mungu. Ndoto zangu mimi japo sina kazi ila na ndoto za kuwa na na nyumba kubwa. Au unataka kuniongezea mzigo kama ulivyo mzigo wewe ukabebe mzigo mwingine uniletee humo ndani. Nenda. Sitaki nyumbani kwangu. Nenda mkukuzwa bwana. Nenda bwana. Nenda nenda. Nenda, nenda. Nenda. Nenda. Nenda. Lakini nini? Lakini Ingoma bado mbichi. Sitaki maongezi na wewe. Je, sheria bila shuruti. Nenda. Ah! ni ah, hey, sio oh kwa kazi si ndio hivyo? Sasa, mama, hapa mimi nakuambia maswala ya kuoa kuhusu swala la mimi ni mzigo, mimi ni ni kago, mimi ni, ni furushi kweli mama. Huko romantic na mimi mwanao nimeshakwambia, I want to marry you. Mimi Kiingereza kunipeleka shule tunaelewana eh, nataka kuoa. Kama unataka kuoa usilete hapa mwanamke siletewi mzigo kama ulivyo mzigo we, na nakuvisha na kulisha. Hujui nguo zinanunuliwaje hujui chakula kinanunuliwaje, yaani kila kitu hujui. Leo mwanamke utamhudumia nini? Mama utamfanyia nini? Bei ya chakula naijua, mahindi sasa hivi bei yake naijua, udaga unanitumaga bei yake naijua. Sasa shida inakuja wapi? Kama unaawaowa lakini, kama unapa kumfikishia, peleka, lakini sio hapa. Kwani hapa mama ni kwa nani? Hapa kwenye hii nyumba eh, kwa mwanzo kate nozi nichanganye. Kuhusu hapa ni kwa nani? Si kwa babangu, hapa ni kwangu, ni kwako. Kuhusu kwa hapa wap? Ni kwangu, we kwako ni wapi? Hapa ni kwangu, wewe kwako. Sitaki kuongea kwa sana, nyanyuko ndo kanioshea vyombo, toka basi. Lakini mama, huyu mwanamke mimi namuoa, awe anakusaidia wewe kazi. Mimi siwezi kuwa nafanya makazi ya kike kike arenya shanji shani. umeamua sasa kuntukana amna. Mama, mimi nakuelewesha, mtoto wa kike kazi yake ni kazi za kikekike. Mimi niwe naosha vyombo, mimi niwe napika, mimi niwe nashika mipantio majalo Kichi, kichi, cho. Kichi, kichi, cho. Kichi, kichi, nataka tuongee kitu, nielewe. Wanasema zimwi ili kujualo alikuli likakwisha, na mimi leo sitaki nikakula nikakumaliza, nataka leo uwe ewe njiwa, ewe njiwa Salamu. Kwa yule kwa yule aneniiga mambo yangu mimi, naomba ukamwambia huyo huyo sijii mwanachama wako siji nani yako naye muongoza huyo, Salome asipite kwenye njia zangu, asiniigirizie matilio yangu, asikopi chochote. Naomba nisikilize kwanza, usiletee meleni yako kama nembo, siji za nini hapa ni, manyota manyotanyota. Mwambie Salome, mwenyekiti anayetakiwa kuongoza hichi kijiji umtaa ni mimi Saragata Hakuna mwingine sasa. Anapopitapita huko sijaenda pita kuzagaazaga manini, wananchi hawamwelewi, na wananchi wenyewe wenyewa anaambia Sagata e, hey, hey, we kiongozi wetu yule dada mwenye komwe kama wewe, anapitapita hapa, sio mimi sasa. Wewe anapita pita hapa, kamwambie Salome, mimi sitaki ugomvi naye. Umemaliza sijamaliza. Hivi wewe unajitambua kweli? Mimi sijitambui? Yaani unapita kwa tozo zako hizi kwenye mji wa mtu. Mama, kaoshe vyombo na ukimaliza kuosha vyombo vifute weka kwenye kabati vingine unavyovijua vinapokaa. Kila kila chombo unajua kinapokaa tena, fanya haraka mama. Mimi sasa nikwambie kitu, ukinichanganya sana, kichwa changu kikachanganyika, vyombo vitakaa kwenye makochi, kabati itaenda kukaa chumbani, tena kitandani. Kazi za kike mimi zinivuruge kitu. Hebu nipishe hapa. Mama, nimekuwa nataka kuoa kwa hakili hiyo, umekuwa naye mwanako, naye mwana ni furushi kama wewe ndio. I want to marry you, mi lazima nioe. Kaoshe vyombo na usipoosha vyombo auli, mjinga mmoja wewe, e. Mimi masuala kunitishia mambo ya kula, mama uache, kaoshe vyombo huko. Familia ni ile ile, nguo tulizovaa zenyewe zinaonekana. Ni mjinga mmoja na huyo mwanamke ana akili timamu auna? Ni taira kama wewe, mwangalie vile taira. Mama anampata taira mwenzie kama mimi, ni taira na wazazi wangu mataira. Basi kapange chumba umowe. Nini, ninibabangu, babangu, babangu mamangu, nisije nikawatukana mkanilaani, lakini mama ni ruhusu nioe, mimi nataka ku, hebu nenda basi huko. Mama <coughs> nataka kuoa uya uh, anampeleka wapi mwanamke au analiletea hapa mzigo? Unaanza tu kuongea unaongea. Naomba sikiliza niambia mimi ninakwato. Mi nisikilize ndo maana yake kwa sababu hujitambui umekuwa kama kuku. Sikiliza. Unaniita mimi kuku. Sikiliza hapo <coughs> kwenye mji wa mtu. Takutia polisi ujue unaongea na nani. Takunyang'ana hicho kibarakashia chako. Sio kibarakashia hey, hichi wewe chiko. Oh pia na watu. Tafadhali vizuri Sikujui. Sasa fanye hivi. Piu, pita, uondoke. Piu ni, mfuzi, mfuzi. Kama wewe ni kiongozi umejiamini, ongea kitu cha maana, usikae unaanza. Wacha tupate kula zetu kwa chama gani wewe ambacho utapata kula? Chama gani? Hichi chama ambacho hata mkitaka ukaa vikao mnakopa hela, chama mnakaa vikao vya ndani hata soda hamna, chama kila siku ni kutukanana maneno ma mtaa. Umepata wa kuongozwa kama ni mjaluo amepata uji. Ndugu <laughs> zanguni, yani kiukweli kutoka moyoni, hakuna siku ambayo nimefurahi kama leo. mm -hmm. Karibuni aankama kuna lolote. Asa, Ayla, sana ndugu, tukikuhitaji tutakuita, usija hapa bila kuitwa sawa. Chukua opena yako na nini hizi. Haya, sasa, ndugu zanguni, tumefunika kombe mwanaarabu wapite. Yani kiukweli, yani kiukweli, ndugu zanguni, nina furaha yani nikisema furaha sio furaha ya kudownload hii ni furaha utajingata bana lugha za wapi <laughs> tunajashuri ujaenda baa sasa jamani tumeanza kukosoana mi niseme kwa mambo yote ambayo yamepita baina yetu Hatuna budi kusahau, kusamehe, na sisi ni wanaume kweli, bwana, kweli. Kuna vitu vingine kama wanaume tukivishikilia, sasa unakuwa yeah. Sio vizuri. Mimi nimefurahi kwa sababu umerudi, japokuwa ulizingua kweli, ile siku ya mwisho ulizingua sana, lakini kama nilivyosema, tumeshasamehana. Mimi kiroho safi kabisa, nimesamehe, nimekusamehe kabisa. Jamani, nime. Yani, kiukweli shukrani zenu zinatosha, yani zinatosha, kiukweli na sidhani kama kama niliwahi kufikiria kwamba kuna siku tena tutaweza kukaa hapa, tukae tuzungumze, tuzungumzie swala letu ambalo linatuunganisha. Unajua, huyu mwanaharamu kiukweli, kama angelikuwa ni kiumbe ambaye anaonekana, jamani, nikamkamata kwa mikono yangu. Lengo ilikuwa ni moja, lengo la mwanaharamu ilikuwa ni kututenganisha, yaani tusiwe pamoja. Sio kama tunaelewana, lakini tumeweza kushinda mtihani, tumeshinda, tugonge gonga chazi ndugu yangu. sasa nyinyi kuna kitu kimoja ambacho wamkitamu so, yani hii siyo wanaitaga wenyewe kwa kizungu wanaita so yani kiukweli na ujio mpya na ujio mpya ni ujio ambao kwanza unakuaje unakuwaje mpya bwana yani sio ujio mpya ni ujio ambao ni mkakati kazi ambao tulikuwa tumeupanga mimi na nyinyi upele umemkuta mkunaji. tena sasa kamwambie Salome, kamwambie Salome, we baba wewe. Yani hapa hapo, nikuletee kijola? Maana unaongea kama mwanamke. Unaniita mimi mwanamke? He, wewe unaniita he, mimi mwanamke? Wewe unaniita mimi mwanamke Univalie mimi kijana nakupiga na iko pia, unifate usinipende. Ebu yani watu ambao wanatafuta ya mnani, wanatafuta unataka unifate nione unavonifata, muone yani, kijana una hata aibu eh? Yani, jjeni wanasubiri ili In, njia utapita tena kijola, subiri utapita tena ngoja, nitafuatia kijola waje. Sawa. Sasa mimi nachokijua kwamba mimi najijua mwenyewe, sihitaji kuambiwa na mtu kwamba mimi najua kwanza, friji langu lenyewe, yaani friji yangu haigandishi. Kwa hiyo ni bora kwamba kwanza ni wape kitu ambacho wa kimetufanya tukae hapa kimetuunganisha, alafu hayo mambo mengine yatafata. Tunaelewana ndugu zangu eh? Hayo mengine yatafata. Nachokijua ni kwamba uh, tumebakisha siku nne. Sawa, sasa eh. Yaani tumebakisha, ah, we sio siku, tumebakisha wiki nne, sawa uh, kwa wasomi ambao wenyewe ni wazungu wale ni, ni mwezi mmoja. Ila ila na masiara wewe. Kwa hiyo hata kuniambia kwamba ita, itakuwa umesoma shule za international. Eh. Yaani sio international. Mm. Sawa, yaani katika watu ambao wa walisoma mpaka nikasitishwa masomo, nadhani nilikuwa naelekea kuchanganyikiwa. Yaani nilipokuwa naelekea bwana kuwa producer, kuongoza watu wasumbufu kama nyinyi, sio kazi ndogo. Maproducer wanajua, sio. Ni promoter bana, nani naye promoter yeye? Sawa, promoter kitu kingine. Kwa mwezi mmoja na mara tunakuwa tunafanya maandalizi ya yeah, yeah, namili hiyo au ni tayari ndio. Ile ni shambani tushafanyia mazoezi jamani, wote tunajua tunachokifanya, si tunafahamu, mazoezi tumeshafanya. Sasa mimi ndani ya ya huu mwezi mmoja nahitaji kila mmoja aanze kujinoa. Unajinoa vipi? Kwanza upaswe kujua kitu kimoja ndugu yangu, huko tunakokwenda, tunakwenda kukutana na watu kila mmoja ana tabia zake, naomba mwanze kujinoa katika tabia. Tusije tukafika huko tena tukaja tukaonekana sisi kumbe ndio watu wa ajabu, kumbe wa ajabu ni wale ambao tumewakuta mjini. Tumeelewana? ya tunakuelewa, mimi nikuhakishie ama nikutoe hofu. Sisi tutapiga oh, kazi. Nadhani bara letu nalijua vizuri kwenye swala la kazi, hapo wewe unaelewa. Kwenye swala la kazi, hapo sina wasiwasi wasi, na naomba twende tufanye, kama na kwamba hatutakuja kufanya tena. Kuna msanii mmoja, ni wewe kushuhudia, alifanya show, yani yule ndugu yangu, sijui na yeye alikuwa anawaza kitu gani? Yani una imagine nini? Yani mtu alisimama stage akafanya show akazirai, kilichofuata alizikwa. Ndio nataka mkafanye hivyo. Mimi kwa naona wapinzani wamepiga hatua kubwa sana. Nilikuwa na shauri tuachane navyo tu, unasemaje? Emi, hatuwezi kuacha uchaguzi huu kwa sababu hamna sababu za msingi za kusema uchaguzi huu tusifanyike, usifanyike na kusema tusituache uchaguzi huu. Mimi ninaona, Emi ko sawa. Unajua, mimi nina akili sana, nikikaa nikifikiria wapinzani wana nguvu kubwa kuliko sisi. Wewe ukiangalia hapo mtaani wameshajichukulia sehemu kubwa sana ushindi. Sasa kama tukielisha eh, tukajipanga uchaguzi ujao. Kuna shida gani? Mweta, wewe ndio kuongea maneno haya kweli? Eh? Mimi sikutegemea kabisa kama wewe unaweza kuongea maneno haya. Yaani badala ya wewe unishauri mimi kwamba bana twende tukusanye wanakijiji, tuwaeleze nia yetu ili tuweze kuchukua kura zetu. Wewe ndio kutamka haya maneno? Ina maana nyinyi mmeshakata tamaa si ndio? Leo neno la kutamka wewe Mwita. Ah. Mimi naona Mwita yuko sahihi sana twachanyumaje tu. Mimi na shauri tu turudishe mpira kwa kipa. Uko sawa. Yaani pia tukakata tamaa nako. Najua sometimes sio kuzuri. Ah, kumbe mmekata tamaa siokuzikwa, yani kama na kwamba unazikwa. Fanya show ufanye kama unamaliza kweli. Tumeelewana, namaanishabtunaelewanab mimi nazungumza, nyinyi mnakunywa. Haya, tunywe wote kwanza, hapo kama ni kuongea tutaongea. <clears throat> tumeweza kukaa tena tukapanga namo mbele. Mafanikio mm -hmm. yako mbali kabisa, wewe hujui kama mafanikio yamekaribia. Ah, ya ya mwenzako kidogo alikuwa ametoka nje ya ulingo, ndugu yangu, sio kwamba mafani, yani mafanikio tayari yalishaga kuwepo, ila tumeyachelewesha sisi. Na niwaambie tu, ile show ambayo kidogo tulisafiana na leo, leo ndo tunaunganishana. Kwa hiyo sitaki tukuwazani namjua ndugu yako huyu yani, dakika moja mbele ah, sitaki tu, hapa tunaelimishana. Ile show ambayo tulifanya, yani ile show ambayo tulipaswa tufanye, ndugu yangu, ile show ilikuwa ni ya mabi, mabilioni zile pesa tu. Yani tuimagine kama tumezizika tunaanza tu, yani tunaanza upya. Tumeelewana, tunaanza upya kwetu, tuanze upya, tunaanza upya, yani kuanzia muonekano, nguo na kila kitu tumeelewana hey? Tufanye kazi ndugu zangu, niko hapa mwenyewe na pambana, kwa sababu yenu nacho kitegemea ni kuona kwamba mmeyafikia yale mafanikio sawa? Hey, yale mafanikio tukishayafikia, basi kila kitu kinaisha. Hey, kila kitu kiko sawa yaani hakuna namna fanya uchaguzi huu, uchaguzi tutafanya mpaka mwisho. Sijapenda yaani, mpaka hapa mimi sijapenda hata kidogo, na hakuna sababu itakayofanya sisi tuahilishe huu uchaguzi. Ni ngumu, mnanifikiriaje? Eti jamani, ninaenda upande wa nani? Nabaki upande wa nani? Au ni kwa sababu mimi nataka haki sana eh? Si wapi vijisenti senti ndio vinawafanya nyinyi mpaka mnataka kukengeuka. Mimi sijapenda kabisa eh? No, sikusudia yes. <laughs> si kusema hivyo, ni hivyo ni, basi tumekubaliana, basi tutakuwa pamoja. hey, alafu unajua <laughs> sisi kama wenezi wa chama tuna kazi ngumu, eh? Yani tukipita kumtaani, ndio tunajua namna gani ambavyo tunasumbuana na wanachama wetu, lakini lazima tushinde tupiganie chama eh. Eti mgombea tena, hapa mambo yako hivi. Narudi kuambia tena, sitaraji tena mrudi hapa katika kauli hizi za kuwatishana. Tamaa sana, nachokitaka tufunge nguvu moja, tuendelee mbele. Hamna shida, yani sasa hivi tuko na yeye hivi bega kwa bega. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio hivyo yani, hapa tunakwenda kufanya kazi. Sema ambacho sihitaji kijirudie, yani kitu ambacho kilinikwaza na hii itakuwa kumbukumbu yangu ya maisha, sitaki kijirudi. Ndugu yangu wewe, una shida moja, acha kuingilia majukumu ya baba yako. Nimeshakuelewa. Hmm, hakuna shida. Ndio, na mimi najua hapa hakuna shida yoyote, lakini hata kulealea wale watoto sasa hivi. Lakini sasa ndio uache, ndugu yangu. Well, tumeelewana lakini sasa ngoja. Nani wewe? Sasa mbona mnaondoka hivi? Wewe nani? Wow. <laughs> Yaani hawa ya ni vikwazo. Yaani hawa ya wanatengenezaga na napogusa tu mapacha. Watoto hawa wa, wanacharuka na hii nimeshajua kumbe. Hata katika namna ya kuwalipa. Hapa hapa ndo napitia. Eh, hey, nikiona kwamba imeingia fungo na zungumza wewe asikiliza kuna mapacha. Kwanza ngoja. Hii hapa, hii ni pesa hii. Wao kama wamesema kwamba wao oh, tunakuacha manager. Wao oh, ndugu yangu, nyinyi mmeondoka lakini hii ni pesa yangu hii. Siwezi kuiacha hapa. Tumeishalipia hii.

kutoka huko mbali nimekuja kudondokea hapa. Unajua ni nini wewe, mtu unemwaza, yani kwenye mawazo ya kuwaza sawa? Yani huyo mtu ambaye unamwaza yeye, yeye nikupenda, ni maupendo ndio yuko nayo, umeona? Yani unajua ni kwamba yule yeye anawaza tu ni maupendo kitu alicho kufanyia pale, naona nikikuangalia tu vizuri hivi, naona kabisa, hii kitu alicho kufanyia ndo kitu ambacho unakiwaza hapo, umeona. Kwa hiyo mapenzi, mapenzi ni kama yani, mapenzi ni kama kaupepo kaupepo kakiwa kana kugomoneja pale, kana kupudiza kabisa, yani unasikia kabisa kwa mbaka, kaupepo ndo kasudi unapata. Ala, lakini ni kwambie, kaupepo kakiondoka, kakaenda kunyotokea mbele, huyo mtu neguwaza wewe naane kutengenezea matatizo yaani mpaka unawaza hivyo, ni kwamba yule yeye anaku anakuwaza sana wewe, na akiangalia uko na mtu mwingine anachanganyikiwa. Yaani akili yake inakuwa inaruka ruka kama kichura, umeona? Kwa hiyo mimi chakukusaidia wewe ni kwamba wewe unaka unaonekana ka uongozi mzuri wa kijiji na wewe unawaza mambo mazuri ya maendeleo ya i, na mara nyingi watu watuwaga wanakuwaga waelewi, lakini wewe nataka nikwambie tu kweli ni kwamba wewe ukiacha kumuwaza huyo mambo yake yatakuwa sawa, mwenyelewa. <laughs>